Na mtazamaji, tuelekee viwanjani ambapo timu ya taifa ya kandanda ya wanawake ya Kenya Harambee Starlets ilionyesha nia kutwaa ubingwa wa michuano ya wanawake ya CECAFA baada ya kuifunga Uganda kwa mabao manne bila jibu, ushindi wao wa pili mkubwa katika mashindano hayo nchini Tanzania. Kenya ilikuwa kifua mbele kwa mabao matatu bila jibu kufikia wakati wa mapumziko. Kila mmoja akijipanga sawasawa, weka mpira ndani kule. Nafasi kwa Kenya, namna gani hapa kwenye box, goal kwenye kamba tena! Wakati huu ni Dorkas Sikobe ndiye ambaye anapeleka shangwe ndelemo, anapiga through ball pass kumtafuta Violet Nanjala, sasa Violet Nanjala